Hoja kuhusiana na mziki wa Singeli. Mheshimiwa naibu spika, waheshimiwa wabunge kadhaa hapa wameongea toka asubuhi na wameongea kwa hisia nyingi kuelezea jinsi ambavyo kuna sintofahamu kati ya kwanza Singeli kuwa mziki wa taifa, lakini hali kadhalika maudhui ambayo yanabebwa kwenye aina hii ya mziki. Nachotaka kusema mheshimiwa naibu spika ni kwanza hakuna mtu yoyote aliyesema mahali popote kwamba tunataka kufanya Singeli kuwa mziki wa taifa Kilichotokea ni kwamba Singeli kama mziki ambao umetoka mtaani umejipigania wenyewe umejipambania wenyewe, na ukifanywa na vijana wadogo ambao wametengeneza ajira za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja, kwa muda mrefu tuliona kwamba mziki huu umeshika na unakubalika katika maeneo mengi ikiwemo nje ya nchi. Mimi binafsi nimeshawahi kwenda kwenye maonyesho ya Singeli nje ya nchi, na mziki huu umekuwa unafanya vizuri sana. sasa Ukweli ni kwamba hakuna mtu yoyote kutoka sehemu nyingine yoyote duniani anayeweza kuja kudai kwamba Singeli ina asili ya kutoka nchini kwao. Kwa hiyo kwa kimsingi, Singeli ina asili ya kutoka Tanzania, na tulichofanya tulikuwa tunajaribu kuwasaidia vijana hawa ambao wamejitengenezea ajira, wamejitoa mtaani kwenye kufanya mambo ya ovyo, ili kuhakikisha tunawasaidia ku brand, ku package na ku promote mziki huu na wakati tunafanya hivyo, tuwasaidie pia ku sanitize kusafisha muziki wa Singeli. Mheshimiwa Spika, hiyo ndio ajenda yetu. Kwa hivyo uh, uh, uhuni ambao unasemwa uko katika Singeli, naamini mimi, nikiongea kama mwanamuziki, najua kwamba uhuni uko katika muziki yote na unahitaji, vijana hawa wanahitaji maelekezo na sio kususwa, kama ambavyo uh, tumekuwa tunasema kwa ukali. Siamini kama kuna mbunge yeyote anataka tuwatelekeze vijana hawa, anataka kuua muziki wa Singeli, lakini ninachojua ni kwamba wanataka tujaribu kusafisha muziki huu na uweze kuwa utambulisho mzuri kwa taifa letu huku ukiwa unabeba maudhui ambayo yanaweza kuuzika ndani na nje ya mipaka yetu. Kwa hiyo niwaombe waheshimiwa wabunge wote walioongea kwa hisia sana akiwamo dada yangu Esther Maleko kwamba watupe nafasi tuwasaidie vijana hawa, tuwasaidie kusafisha muziki huu, na muziki huu utakuwa wenye matumaini makubwa hapo mbeleni.